Mpenzi mtazamaji, leo umekuja kupatana hapa na Clinton ama Osano kwenye jina la usanii. E, Clinton, habari yako? Nzuri sana. Mm-hmm. Yeah. Naendeleaje? Endelea tu salama, Mungu anasaidia <clears throat> E, nimekuja hapa nimekutafuta, mashabiki ameniambia lazima nikutafute. Yeah. E, kuna maswali wamekuwa wa wakiuliza mtandaoni kwamba mm -hmm. e, Clinton ambayo tulikuwa tumeona kwenye maigizo ya zamani tumeona kama kwenye, si, kwenye tamthilia ya Nyanjira. Yeah. tumemwona kwenye tamthilia ya tamthilia nyingi. mm -hmm. Kuna tamthilia ya Nyanjira ambayo ndio ilikuwa ivume sana lakini haikuvuma. E, tumemwona kwenye tamthilia ya ugu anjani mbwa maiso kama, yeah, the main character. mm -hmm. E, ukiangalia ile filamu vizuri ni yeah, the main character alafu filamu ya kwanza kabisa kumule, kumleta kwenye industry ilikuwa chiamati nam chiamati, yeah, kama sijakosea eh, yeah. Lakini kwenye SK imefika, SK hatujamwona yule Osano, hatujamwona yule Clinton. Kwani baba vipi, management <laughs> mmerugana au vipi? Ah bana hujafuru hujafurugana hata, mm -hmm. Sisi wote tuko salama <coughs> kwanza, yeah. Nitangulie na salamu kwa management yangu, nikwaambia janinanenda kutuma huko nje. mm -hmm. Yeah, kwenye management yakm kama film production sijakosana mtu yeyote, mi niko nilautoka. Wajijue, wajijue kidogo, wanafaa kufanya nini? ambaye tunamjua eh mbona ni hmm, kama hatukuoni kwa esike kabisa k kwanzia episodi ya kwanza ya pili ya tatu, hatuja kuona, na tetesi ni kwamba hmm, eh, kuna vile mnaweza kuvurugana na MC Sabu Okea ambaye ni Klifa hmm, ama Isa Sabu Okea hmm, na ama na ambaye alikuwa ni DOP Smasha. Hebu niambie, kuna nini nyuma ya tenda ambacho sisi kama watazamaji hatukielewi? Okay, wajua kwenye mtandao Uh, watu wanaweza kuwa wanaongea mambo mengi sana. Lakini kiuhalisia, ukija ukikuja sasa ukinitafuta, kama umenitafuta hivi sasa hivi sasa, mimi ndo najua uhalisia wa mambo ni upi. Kwa hiyo kwenye mtandao watu wanasema oh, mara nimekosana na DOP mara nimekosana na MC sababu okay. No, sijakosana na mtu yote ambaye tunafanya naye kazi katika kama kama film production. Sijakosana na mtu yote. So far, vile uko hivi umesema ni nama umjakosana. Lakini wewe na management, uhusiano wenu uko vipi? Uh, mimi na management uko tu vizuri kabisa, manake kama ni mshahara, mi nalipo vizuri huh. Yeah, contract, bado sija resign. Bado kila mashabiki, mashabiki jamani kutoka main character ama main actor enye ni kutokanika kwenye Mm -hmm. Mara moja sasa, eh, Clinton. Yeah, naam. Eh, kuna swali lingine ambalo ni la uvumi lakini na mimi ni kama nimeliona hivi sababu, eh, baada ya wewe kupotea eh, kwenye ie haujaonekana <laughs> eh, na mugaka naye hajaonekana kwenye eie kabisa mm hata -hmm. Sahi hajaonekana uh -huh. eh, ukiangalia kwenye uvwanjaniba mwaiso mugaka ameonekana mara moja na alafu inakuwaje? Tumekuja kupata tena kuna YouTube channel imechimbuka kutoka kando, inaitwa Clint Shaili, na ambayo mmeweza kufanya na mugaka, hii inakuwaje <laughs> Kwanza kwenye swala la YouTube channel, um, YouTube, YouTube channel nili, mi, mi and my management ama my boss nilimuita nikamwambia kuna idea imenikujia hapa so nilionelea tu ni vizuri, at least na mimi ningenipatia hiyo nafasi ya kujaribu. Unajua, kwenye management kwanza, management kuna huyo wa kuandika script, tunaandika script, tunaleta ikiwa kwenye hard copy, tunapatiwa, si ndio? So na mimi nika idea kama imenikujia, nikaandika script yangu whereby nilimshirikisha Mogaka, but under that script pia my management ama my boss alipitia kaedit, akanipatia ruhusa ili akwenda kuifanya. So kwenye mi okay, nisemeje, lakini mi na management uhusiano wetu uko vizuri kabisa, ndio mambo na online. Najua online nanyi mashabiki mnaongea sana uh, kuna kitu kingine uh -huh. Uh, najua tumejaribu kutafuta Mugaka hatujampata. Uh, vipi Mugaka kwenye kia, mbona Mugaka akajiondoa kwenye kiamu kama nani, walikosana au vipi, walivurugana, management akaondoka, ndio mkakuja kujoin kuiilikowaje? hebu tueleze uhondo, na hatumuoni na, kwenye sike hata, hata. Na okay, ukiangalia vile nilitangulia ukuuliza mm -hmm. kwenye kipindi cha uwanja ni mbwa maiso kwenye ile tamthilia mm -hmm. tumemwona aki amepiga tu mara moja kakaribu mm -hmm. ka ka, ka karibu ka dakika moja au mbili hivi mm -hmm. na kutoka hapo akapotea kabisa hadi mwisho wa kipindi, alafu tamthilia inayofuata ya Isike hatujamuona popote hata kwenye zile hata kwenye yale maandishi kwamba alishiriki, hatumwoni. Hii inakuja kujaje? Hii kwanza najua, okay Mugaka, you niongelee kama mwenyewe yuko hapa. like sisi ongelea mambo ya watu, acha acha tuniongee ile kitu ambayo mi najua ama nafahamu, tupe umbea tu. Mwaka kwanza, ni kijana mzuri, ni mwanaume ambaye anajielewa, anajielewa kazi kitu ambacho anafaa kufanya katika maisha. Kwanza Mwaka ako na very pure talent. Nikisema kwenye, ukiniulizia nikijibu swali lako kwa haraka haraka, um, Mwaka tutaonekana kwenye SK, ni ile tu Mwaka alikuwa somewhere, alikuwa ameenda kushoot kazi nyingine, wewe baadaye tokea. So like sisi ndio tulimruhusu Mwaka aende fanya ile kazi nimemruhusu aende afanye ile kazi. Mm -hmm. Juu pia <coughs> mwaka anajitafuta yake so, like, hatuwezi muweka hapa sana. Mm -hmm. Kama kwanza scene yake ilikuwa kwenda mbele, lakini ilipokuwa kwenda mbele, tukaongea na mwaka aje afanye kazi, akasema maybe hiyo siku atakuwa yeah, alikuwa ameitwa alikuwa ameitwa mapema sana, so sisi hatungeweza kusimamisha ile kazi, lazima ingeendelea, si unaona. Mm, sasa nikisema mwaka mwaka, sipendi kuongelea mambo ya mtu. Mwaka bado tuko naye kwenye industry Mwaka hivyo, Mogaka hako. Kuna swali hapa Mogaka mm. Tutamwona kwenye SK au SK itaisha, lakini sasa kuna tamthilia nyingine inakuja kwanza, next kwanza, actually this month kwanza, date 15 kuna tamthilia nyingine inakuja inaitwa Chikora Nishikamati, Mwaka atakokwa, where he will be like the main character. Yeah. E, tumemwongelea Mugaka sasa turudi tena kwako. Yes. E, kando na uigizaji, unajua uigizaji wewe tumekuwa tumekuona ukiact kwenye, kwenye series fulani ambazo ziko very serious. Yeah. E, na umekuja kupatana na Mugaka ambaye ni kichwa ngumu, lakini hiyo chemistry yenyu tumeona ni kama inafanya kazi. Uh -huh. E, kwenye, hebu tuambie kwenye hii umesema tamthilia mpya kwenye chikamati eh, uh -huh. E, ikiingia mtaenda kupatana na Mogaka au bado? Najua nataka tuone ile chemistry yenu kama tumeiona kwenye <laughs> mganga wa chuchu. uh -huh. E, ile chemistry inaingia vizuri sasa, lakini tutaenda kuwaona pamoja au bado watakuwa na hesabu? Okay, sasa waki, wakiingiana, okay. Okay, kwenye nchi kwenye kamati mwaka hata hakuna, na same time tunaenda kukutana naye kwenye scene, hakuna kabisa, nimeisoma script hakuna same tunaenda kukutana naye kabisa, maybe mwaka tuonekana akiwa na MC Saboke, kwa sababu mwaka atakuwa the young, the young brother of MC Saboke, yeah. Sasa lakini kwa yangu mimi nitakuwa kama main character au main actor. uh -huh. so, mta, mta mtaniona sasa, mtaniona sasa, jumelia sana, nikae main character, nikae main character sasa. Sasa tutoke kwa, sa kwa kiamo kama films uh -huh. tuingie kwa Clint Kaelen eh, kwa dakika chache tu uh -huh. Eh, zungumzia kwamba tunaenda kutarajia nini mbele, kwa dakika chache tukienda tu, tu okay, kwa sasa uh hivi -huh. maanake siwezi kuchanganya ama, sitaki nilete ule mchanganyiko nikifanya kazi, juu kuna hiyo kazi inakuja kutoka chama chikoranichi kamati uh -huh. Nami bado nikienza tena kuchanganya mambo yangu mm huku -hmm. itakuwa imenilemea kidogo. Juu zile zile vyombo ambavyo natumia ku shoot, kamera ni ya kama film production, editor ni wa kama film production, yani everything ni ya kama film production. So itabidi nimefanya kazi moja kwanza mm -hmm. Then tukimaliza kabisa kwenda January, God willing, mtaniona nikifanya kwa, kwa channel yangu. Sawa, asante sana kwa kujumuika nasi mm hadi -hmm. Wakati mwingine shukrani.